Nilikuwa kijana nikiishi kijiji kidogo. Jua lilikuwa linawahi sana kuchomoza na anga lilikuwa linapendeza sana. Nilikuwa na ndoto kubwa, nilitaka kuanzisha biashara. Niliona watu kijijini kwangu walihitaji vitu vingi. Nilifikiri ningeweza kuwasaidia kwa kuwaletea bidhaa. Huu ulikuwa mwanzo wangu wenye matumaini. Moyo wangu ulikuwa umejaa shauku na akili yangu ilikuwa imejaa mawazo. Niliweka akiba ya pesa kidogo, hazikuwa nyingi, lakini ulikuwa mwanzo. Nilinunua bidhaa kidogo: sabuni, sukari, chumvi na kiberiti nilizipanga vizuri na nikaweka meza ndogo chini ya mwembe mkubwa, kisha nikasubiri wateja waje. Juma alihitaji bidhaa zaidi. Meza yake ndogo ilionekana tupu. Alihitaji mkopo. Alienda kwa tajiri mmoja mjini aliyekuwa na maduka mengi. Juma alitembea kwa masaa mengi juani kali, akiwa na wasiwasi lakini mwenye azma, alishika vizuri mpango wake mdogo wa biashara, akitumaini yule tajiri angeelewa maono yake. Alifika kwenye ofisi kubwa yenye ubaridi na utulivu. Yule tajiri alikuwa amekaa nyuma ya meza kubwa akionekana mtu muhimu na mwenye shughuli nyingi. Nilieleza ya ndoto yangu, nilizungumzia kijiji changu na mipango yangu. Nilionyesha hesabu zangu kwa makini na nikaomba mkopo mdogo wa kutosha tu kununua bidhaa zaidi. Nilijaribu kufanya sauti yangu isitetemeke. Wazo lako ni dogo sana, kijiji chako kiko mbali sana, husi uwekezaji mzuri. Maneno yake yalikuwa kama mawe makali yakimuumiza Juma sana. Juma alitoka ofisini, jua kali la nje lilionekana kama lina ndoto yake ilihisi kama imevunjika vipande vipande. <coughs> Juma alirudi kijijini kwake, mabega yake yalikuwa yameinama na moyo wake ulikuwa umekata tamaa. Alikaa chini ya ule mwembe ambapo meza yake ndogo ilikuwa bado ipo, bidhaa zake chache zikionekana za kuhuzunisha. Hakutaka kujaribu tena. Maneno ya yule tajiri yalikuwa yakijirudia kichwani mwake, yakimjaza mashaka. Aliwaza kukata tamaa, labda biashara haikuwa kwa ajili yake, labda ndoto yake ilikuwa ya kipuuzi labda biashara si kwa ajili yangu, labda ndoto yangu ni hizi. Rafiki yake Amina alimwona. Amina alikuwa mwenye busara na mkarimu, alikuwa anauza vitambaa vya rangi sokoni na alijua changamoto za biashara. Alimwendea Juma na kukaa pembeni yake kimya. Juma, kukataliwa ni sehemu ya safari, hii ni somo gumu, lakini si mwisho. Labda unahitaji kubadilisha mkakati wako, fikiria watu wanahitaji nini hasa fikiria ni kitu gani kinakufanya uwe wa kipekee. una maanisha nini Amina? wewe ni mbunifu tu, una mikono yenye ujuzi. Labda unaweza kutengeneza kitu. Kitu cha kipekee kwa ajili ya kijiji. Mbegu ndogo ya wazo jipya ilianza kuchipua akilini mwa Juma. Amina alimwambia Juma kuhusu mzee Hassan. Mzee Hassan alikuwa mzee fundi anayeheshimika aliyetengeneza viti vizuri vya mbao na vikapu imara. Aliishi karibu na soko kubwa. Nenda ukaongee naye, Ameona misimu mingi ya biashara, anaweza kukupa ushauri mzuri. Juma alihisi mwanga mdogo wa matumaini, labda huyu mzee angeweza kumsaidia. Aliamua kumtembelea mzee Hassan na akamkuta kwenye karakana yake iliyokuwa inanukia harufu ya mbao mbichi. Vipande vya mbao vilikuwa vimetapakaa sakafuni. Mzee Hassan alikuwa akitengeneza meza ndogo, mikono yake ya uzeeni lakini yenye ustadi ikifanya kazi taratibu kwa umakini. Juma alimtazama kwa muda akihisi utulivu pale. Alijitambulisha kwa heshima, shikamo Mzee Hassan. Mzee Hassan alimkaribisha Juma kwa macho ya huruma na akamsikiliza kwa subira. Juma alipomweleza kuhusu changamoto zake, yule tajiri na pendekezo la Amina, yule mzee alitikisa kichwa taratibu na akaweka vifaa vyake chini. biashara ni kama mti, kijana wangu, inahitaji mizizi imara, inahitaji udongo mzuri na inahitaji matunzo sahihi. Mizizi ni shauku yako, unapenda kufanya nini hasa? Udongo ni jamii yako, wanahitaji nini hasa? na matunzo ni bidii yako na uaminifu wako Natengeneza hivi kwa sababu napenda mbao na watu wanahitaji viti imara. Maneno yake yalikuwa rahisi, lakini yenye maana kubwa. Juma alihisi welewa mpya ukianza kumjia. Alifikiria kuhusu kile alichokipenda na kile kijiji chake kilihitaji. Asante sana mzee Hassan. Juma alimshukuru Mzee Hassan na akarudi kijijini kwake. Akili yake ilikuwa imejaa mawazo na maneno ya Mzee Hassan yalikuwa yakijirudia kichwani mwake: unapenda kufanya nini hasa? Wanahitaji nini hasa? Juma alikumbuka utoto wake. Alipenda kutengeneza vitu, alikuwa akitengeneza vinyago vidogo vya udongo na kuchonga maumbo kwenye mbao laini. Wazo jipya lilianza kutokea. Aliamua kubadilisha biashara yake, angeuza tu sabuni na sukari, angetengeneza vitu, angetumia mikono yake. Watu wanahitaji sehemu nzuri za kuhifadhia vitu, wanahitaji vikapu imara vya kubebea, wanahitaji viti vidogo vigumu. Angeweza kujifunza kutengeneza vitu hivi. Alihisi si msisimko mpya, hii ilihisi tofauti na kununua na kuuza tu na Hassan. Alirudi kwa mzee Hassan na kumwomba yule mzee amfundishe. Mzee Hassan alitabasamu na akakubali kumwongoza Juma. Juma akawa mwanafunzi wake. Alijifunza kuchagua matete sahihi, kusuka vikapu imara na kuchonga mbao kwa ajili ya viti. Mikono yake ilikakamaa, lakini moyo wake ulihisi mwepesi. Alikuwa anajifunza ujuzi, akitengeneza kitu cha maana. Uh, alikuwa tayari kujaribu kuuza tena. Chipukizi za kwanza za mafanikio, mwanga mdogo wa matumaini. Juma alipeleka vitu vyake vipya kijini. Hakutumia ile meza ya zamani, alionyesha vikapu na viti vyake kwa uangalifu, akivipanga karibu na nyumbani kwake. Pia alipeleka vingine kwenye soko dogo la kijijini. Alikuwa na wasiwasi tena, lakini safari hii ilikuwa tofauti, alijivunia kazi yake. Hizi hazikuwa tu bidhaa alizonunua, hivi vilikuwa vitu alivyotengeneza kwa mikono yake mwenyewe. Watu wama kuangalia Walipenda ufundi wa. Mama Acheng alihitaji kikapu imara kwa ajili ya mboga zake. Alinunua kimoja kutoka kwa Juma. Hii ni kazi nzuri juu imara sana. Maneno yake yalikuwa kama mwanga wa jua kwa Juma. Ilikuwa mauzo yake ya kwanza, mauzo ya kitu alichotengeneza mwenyewe. Watu wengi walianza kununua. Walipenda ubora na kwamba vitu hivyo vilitengenezwa hapo hapo kijijini. Habari zilianza kusambaa. Juma anatengeneza vikapu vizuri. Viti vya Juma ni imara sana. Biashara yake ndogo ilianza kukua. Ilikuwa ukuaji wa taratibu, lakini ulikuwa thabiti. Kila mauzo yalikuwa ushindi mdogo, kila sifa ilikuwa ni kumtia moyo. Alihisi ndoto yake ikifufuka tena. Aliendelea kujifunza kutoka kwa mzee Hassan, alijifunza kuhusu bei nzuri na huduma kwa wateja. Biashara yake ilikuwa inaanza kushika mizizi, mato unatanuka, biashara inazidi kuwa imara. Miezi ilipita kisha mwaka, biashara ya Juma ilikuwa. Hakuwa tena Juma tu, alikuwa Juma mtengeneza vikapu, Juma fundi wa viti. Sifa yake ya ubora ilisambaa hata nje ya kijiji chake kidogo. Watu kutoka vijiji vya jirani walianza kuja kununua bidhaa zake. Karakana yake ndogo nyumbani ilikuwa na shughuli nyingi. Alifanya kazi kuanzia asubuhi na mapema hadi usiku. Alihitaji msaada. Nilikumbuka shida zangu. Niliamua kufundisha vijana wengine, niliweshandujuzi ambao Mzee Hassan alinifundisha. Niliwaonyesha jinsi ya kusuka na kufanya kazi na mbao. Muda si mrefu, alikuwa na kikundi kidogo. Walifanya kazi pamoja na kubadilishana mawazo. Biashara yake sasa ilikuwa inatoa ajira kwa wengine, jambo lililomfurahisha sana. Juma alianza kubuni, akitengeneza vikapu vyenye michoro ya rangi na kubuni aina mpya za samani ndogo. Aliwasikiliza wateja wake na kutengeneza kile walichoomba. Ubunifu wake ulichanua biashara yake haikuwa tu inaendelea kuwepo ilikuwa inastawi nilikumbuka maneno ya yule tajiri dogo sana mbali sana sasa wazo langu dogo lilikuwa linakuwa kubwa kijiji changu cha mbali kilikuwa kinajulikana matu wa biashara yake ulikuwa unatanuka zaidi ukileta mafanikio na matumaini kwa jamii yake akitazama nyuma kwenye safari tafakari za juma jioni moja juma alikaa nje ya karakana yake jua lilikuwa linazama likipaka angarangi tulivu Alitazama karakana yake yenye shughuli nyingi. Akasikia vichia vicheko vya wafanyakazi wake na akaona mirundo ya bidhaa zilizokamilika. Alifikiria kuhusu safari yake. Ilikuwa safari ndefu na yenye kona nyingi, yenye mawe mengi na miiba mingi, lakini pia mawa. Nilikumbuka meza yangu ndogo ya kwanza chini ya ule mwembe mkubwa. Nilikumbuka hisia zangu za kukata tamaa na uchungu wa kukataliwa. Kumbukumbu hizo zilikuwa bado wazi, lakini sasa hazikuleta maumivu. Zilileta uelelo, masomo, sehemu ya hadithi yake yalimfanya awe na nguvu zaidi na mwenye busara zaidi. Alihisi furaha ya kimya kimya na hisia kubwa ya kuridhika. Moto wa ndani. Ujumbe kwa wenye ndoto. Hadithi ya Juma ilijulikana. Vijana walimjia wakiomba ushauri wake. Walitaka kujua siri yake. Siku zote ningetabasamu na kushiriki uzoefu wangu. Niliwaambia kuhusu shida zangu na uvumilivu wangu. Nilitaka kuwatia moyo waamini katika ndoto zao wenyewe. Safari ya biashara ni ndefu, kutakuwa na changamoto nyingi, utakabiliwa na kukataliwa, utahisi mashaka, lakini usiruhusu mambo haya ya kuzuie. Angeelekeza kidole kifuani pake. Jambo la muhimu zaidi ni ule moto wa ndani, shauku yako, imani yako kwako mwenyewe. Moto huu lazima uendelee kuwaka hata pale pepo zinapovuma kwa nguvu. Alizungumza kutokana na uzoefu wake aliyoupata kwa shida. Uwe jasiri, unapoanguka inuka, jifunze kutokana na makosa yako, usiogope kubadilisha makakati wako, uwe mbunifu Tafuta njia mpya za kutatua matatizo. Tafuta kinachokufanya wewe kipekee. Tafuta kile jamii yako inahitaji. Alisisitiza umuhimu wa kusikiliza wateja wako, washauri wako na moyo wako mwenyewe. Haya ndiyo masomo aliyojifunza. Na hivyo ujumbe wa Juma ulikuwa rahisi, ulikuwa ni ujumbe wa matumaini na uvumilivu. Shauku, ujasiri, ubunifu na busara za wengine, hizi ndizo zilikuwa funguo. Njia ya mafanikio si rahisi, lakini kwa moyo thabiti na roho iliyo tayari, inawezekana. Maisha ya Juma yalikuwa ushahidi wa ukweli huu. Safari yake iliendelea ikiangaza njia kwa wengine. Moto wa ndani yake uliwaka kwa mwangaza.